Jumla ya walimu kumi na mbili wa shule ya msingi mkoani Kigoma wamefukuzwa katika utumishi ndani ya kipindi cha mwaka mmoja baada ya kubainika kuwa ni watoro walevi, ama kujihusisha na vitendo vingine viovu vinavyoidhalilisha taaluma ya ualimu. Kaimu afisa elimu wa mkoa wa Kigoma Venance Babukege amesema hatua hiyo ni moja kati ya utekelezaji wa mikakati ya mkoa wa Kigoma katika kuboresha elimu ikiwa ni pamoja na kudhibiti walimu wanaoonekana kuwa ni kikwazo cha kufikia mpango wa malengo makubwa sasa, yani BRN. Richard Katunka anaripoti zaidi. Akizungumza mwishoni mwa kikao cha uchaguzi wa wanafunzi kujiunga kidato cha kwanza kwa mwaka elfu mbili na kumi na sita, kaimu afisa elimu huyo mkoa wa Kigoma amesema hatua imefikiwa kama njia mojawapo ya kuboresha na kuleta tija katika elimu amesema hatupendi sana kuwafukuza walimu, lakini mwaka huu wamefukuzwa walimu, walimu kumi na mbili kutokana na utoro na kutokufundisha darasani. Hata kwa yoyote ambaye atazembea, ataacha wanafunzi wanakwenda shule yeye anafanya shughuli zake, hatua kali za kinidhamu zitachukuliwa, ikiwa ni pamoja na kufukuzwa kazi. Hata hivyo, kwa upande wake, katibu utawala mkoa wa Kigoma John Ndunguru ameahidi kuendelea kuwachukulia hatua kali lakini dhamu walimu wazembe na watoro, huku wadau wengine nao wakionyesha hisia zao katika kikao hicho. Tu, na bila sababu yote ya kimsingi na akaamini kwamba chama kitamtetea, hiyo sio kweli, hatutamtetea mzembe, na sisi pia hatutawakumbatia wazembe. Lakini si hivyo tu, hatutamfanya mzembe aendelee kuwa mzembe tukiwa tunakuona. Ni sikusikia, matumizi ya zana za kufundishia, na kila mtu aliyepitia ualimu anatambua kabisa utumiaji wa zana kumfanya mwanafunzi aweze kuelewa kwa rahisi kile kinachofundishwa oni ni wito witu tuhamasishe walimu kule watumie zana za kufundishia. Mkoa wa Kigoma katika mtihani wa taifa wa darasa la saba uliofanyika mwezi Septemba mwaka huu umeweza kupanda kutoka asilimia arobaini na mbili nukta sifuri mbili za ufaulu hadi asilimia hamsini na nne nukta sifuri nne huku mansipagoma Ujiji ikishika nafasi ya kwanza na halmashauri ya Ulaya Kakongo ikishika nafasi ya mwisho. Mirishadi Katunka, Star TV Kigoma.